Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Regina Ndege, kwa rai. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kunipa nafasi. Hospitali yetu ya mkoa wa Manyara haina kabisa wodi kwa ajili ya wagonjwa wanaume na kwa ajili ya wagonjwa wanawake. Je, ni lini serikali itakwenda kujenga wodi hizo ili huduma ziendelee kutolewa? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. E, mheshimiwa mwenyekiti e, hospitali e, ya mkoa wa Manyara ni ni hospitali ambayo kwa sasa kwa kweli inafanya huduma kama hospitali ya mkoa na hospitali ya mkoa wa Manyara ilianza na wodi yani ilianza kama hospitali ikitumika jengo la mama na mtoto kama ndio, ndio sehemu iliyoanzia kama OPD. Kwa hiyo najua anachosema ni kwenye kuongeza wodi ya wa, wa kina baba lakini ni wodi ya kina mama. Katika hawamu hii bajeti hii ya mwaka huu imetengwa bilioni tatu kwa ajili ya kutizama kwenye huo mkoa wenu kuona ni nini ambacho kina kasoro ili kiweze kujengwa.